Wakenya milioni mbili nukta mbili wanapokumbwa na baa la njaa kufuatia hali ya ukame huko upande wa kaskazini mwa nchi, wafugaji wamelazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta bidhaa hiyo adimu na kuchimba visima vidogo kando ya kingo za mito iliyokauka ili kutafuta maji. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatuarifu zaidi. Mapema asubuhi jua linapochomoza miale yake, wakazi wa elbesonel sako mala eneo la North Horr County ya Marsabit wanafunga safari ya zaidi ya kilomita kumi wakiandamana na mifugo kwenda kusaka maji, hii ikichora taswira ya ukame unaozidi kuwaangaisha wakazi. Mito waliokuwa wakitegemea imekauka na kuacha hoi, wakilazimika kuchimba visima vidogo kando na mito hiyo ili kukamua kidogo kilichosalia, akina mama na wana wao wakizamia jukumu hilo. Usiku, usiku, mchana sisi tunakunywa, usiku, wanyama ndio wanakunywa. Wakazi hao wanastahimili jua kali mchana kutwa. Baada ya kuteka maji wanashusha pumzi na kurejea nyumbani, angalau wamepata maji ya kukata kiu. Hapa punda anatozwa kijasho chembamba cha kusafirisha maji ndio mnaona community hapa wako na shida ya maji hii maji. <laughs> Ni chafu e, na tena wanatoka almost around 10 km. Atari ya ukame inapokodolea macho, wafugaji hao wa kuhamahama, wana ombi kwa serikali awashimbie kitu kama bo ndio at least wapate maji kwa kila nyumba, waache kutembea distance kubwa kama hii, na venye mnajua saa hii kuna ukame hayo ya kijiri. Shilingi milioni 67.5 zinahitajika kushughulikia uhaba wa maji katika maeneo yaliyoathirika. Ndio uhalisia mchungu unaofika wakazi wa Elsako Mala, uhalisia wa kufikwa na kiu kinachokata maini, sawa na masaibu tele yanayotokana na ukame unaozidi kubisha na kutikisa eneo hili. Bonfas Barasa, runinga ya Citizen, kijiji cha Elsa Komala, eneo bunge la North Horr, gatuzi la Marsabit.